Chapati nataka kutengenezwa chapati inataka kutengenezwa, kuna chapati inataka kutengenezwa mashini yeah, inataka, inataka kuletwa ya kutengeneza chapati milioni moja. Sasa president mzima hmm? Akileta mashini ya kutengeneza chapati milioni moja, hiyo ni kuonyesha kwamba amenyima wamama kazi ambao wangetengeneza chapati hmm. <laughs> Angekuwa mtu angekuwanimawambianga huyu mtu ana akili hata kidogo. Emukweli, huyu ana akili hata kidogo. Sasa chapati milioni moja inaweza tengeneza na watu wangapi? Kuchukua wamama watengeneza chapati awalipe pesa, utata kuleta mashine kutengeneza chapati. We bwana presidenti, naona weweni presidenti ponoka ushindo, unasema unasemea wakati ambapo vijana hawana kazi Yaani, wewe ni president ambao unachangia kunyima kunyima wananchi wa, wa, wa Kenya kazi, unataka kuleta mashini ya kutengeneza chapati sijui <laughs> ni, ni nani ambaye anapeanga huyu jamaa ushauri ushauri? Huyo mtu ni kama, kama sio Mkenya, tuchunguze <laughs> vizuri mwenye ana, anapea utatvaisi huyo sio Mkenya kuemukuk <inaudible> so <inye muki, inaudible> nyinyi wengine mkisema ya kwamba ati sasa chapati watoto wanataka kule, uangalie maslahi kwanza ya Wakenya, ambao labda pengine kama angeandika vijana mia wa, wa, wa, wa, wa kutengeneza hiyo chapati, si ni afadhali? Sasa anataka kuleta mashini hii, ni ni kwanza na baya, anataka nyinyi mgumwe kabisa, na anataka kumaliza Kenya. Na mimi naambia Raila Amolo Odinga kama uko pale na ulisikia president anasema, anataka kuleta mashini ya kutengeneza chapati milioni moja. <laughs> Ah, sisi hesabu chapati milioni moja inaweza tengenezwa na watu wangapi? Yeah hata hawa ni watu karibu mia mbili, so watu wa mia mbili wakiandikwa kazi pale walipwe pesa, si ni vizuri? Mimi nashangaa sana na nimesikia tena Kalonza ameingia kwa serekali, Kalonza ameingia kwa serekali, kwa serekali. Na mimi nataka kusema ya kwamba kuenda, labda pengine tusiwe tunaongea tu hapa kama hatujajua kama Kalonza ameenda kule hii inakuanga, alafu ta pengine propaganda. Unajua tena kuna mite zengine zinakuanga za ukorokora, ama ujui saka ni uulize swali. Tuliona kwa simu Ruto ametengenezwa, ameweka kwa sanduku, amekufa. Alikuwa Ruto alikuwa alikuwa amekufa. So mzio mnapata media, media, media ambazo pengine zinakuwanga za ukora. Wapendwa, mimi minawambia Kalonzo anajua vizuri, yeye ndio amebaki pale kama mtelezi kama wa onyonge na Kalonzo anajua vizuri kabisa, yeye ndio ako sasa upitisheni sasa pale sasa, awezi toka kule aenda ajoini Daila na, na ruti na mimi nashangaa sana, na mimi nataka kusema ya kwamba Kenya mahali iko iko mahali pabaya. Ukiona mutu ambaye anasapoti Ruto, huyo mutu hana akili tuseme kweli. huyo mutu inafaa aende apimwe wena huyu mutu anakwaga mwenda jima na amujui, kulingana Kenya mahali iko ni mahali pabaya. Ukitaka ukitaka kujua Ruto hana rekodi, na Ruto hakuna mtu ambaye anampenda hata watoto wadogo. Hata ukenda labda pengine Wanandi, hakuna mtu ambaye atazaliwa aitwe Ruto mimi. <laughs> Nawambia vovii, kwa sababu huyu mtu hana rekodi mzuri hata kidogo. Na sasa kama eh, kama wewe unaweza kuja hapo unasema una una, una kwamba labda pengine unatoka Nyanza unakuja una, una kupiga makofi unasema kwamba tuko kwa serikali, tuko kwa serikali. Mimi nashangaa sana, sasa saa hii tuko kwa serikali serikali gani? Wewe utakubali mtu ambaye ataenda ataenda kugumaliza kesho, ama utaenda kugua kesho kwa sababu ya maili? Mimi na saa zingine naangalianga watu wa Nyanza, nawarumia kidogo <coughs> nawaangalianga polepole, naona kama ni ndoto, lakini nawarumia watu wanyanga. <coughs> na nawarumia kwa sababu ya kwamba walipata chance na chance yao hawakutumia vizuri, chance yao hawakuitumia vizuri kwa hivyo sasa mahali wanapoelekea wanaelekea kwa shimo kwa sababu laila amolo odinga alikuwa na chanzi mzuri ya kuongoza Kenya sana na ambaye alikuwa anatoka nyanza watu wa nyanza hawako hiyo hiyo chanzi iliana tu hivyo kwa hivyo huko labda pengine wacha tuache, wacha tuseme kwamba E, tuwache tu sasa wawe tu wakupika kelele tu wakupika kelele tu hiyo <coughs> ndio tunawachia sasa. <coughs> Lakini sasa sisi watu wa Western bado tuko na chance mingi, bado tuko na chance mingi kwa sababu hatujaiweka mtu wetu kwa uwanja eh? na mimi nataka niwaambie kwamba kwamba eh, uenda, mimi nataka niwaambie kwamba uenda vile na vile naona hivi mtu anaweza anaezaenda anguka na Raila vizuri sana na nataka niwaambie mahali Ruto ataenda kuanguka kura. Unajua watu wa Nyanza ni watu werevu sana, wanatokanga unyo unyo kama mutuwa ako kwa debii, lakini sasa hivi wanajua vizuri kabisa Raila Amolo Odinga yuko pale, kwa hiyo hawatapiga kura kura wote wajoliwa watapiga kura wote. Kitu ya pili, kitu ya pili watu wa Mount Kenya walipea Ruto kura mingi sana, lakini watu wa Nyanza tena wapigangi kura tena, hiyo ndio kitu ya kwanza. Hiyo, hiyo kitu ya pili. Kwa hivyo musifurahia sana, uenda hata huyu Kalonzo ndio tulikuwa hata mimi, wakati nimesikia munasema Kalonzo ameenda kwa Ruto, nimeona machozi kinitoka kwa maji, kwa sababu Kalonzo ako na chance kidogo. Na mahali Kalonzo ako na chance kidogo, watu, wacha tupige hesabu, watu wa Mount Kenya wote wakipigia Kalonzo kura, alafu kuna Wakamba tena Mombasa wapigie Kalonzo kura, halafu sisi wengine tena wenye hatutaki Ruto tena tupigie Kalonzo kura, ndio msioka. Ndio nasema tu, hatuja hatujaongea, hatujajua kama ameenda, halafu tupigie yeye kura? Nakwambia asubuhi na mapema, Kalonzo ameuka. Kwa hivyo mimi nataka kupeana ushauri kwa watu wetu wa Nyanza. Eh, saa hii unajua mahali kenye inaenda. Hiyo ni ushauri wangu nawapea na, na tuseme hivi eh, unajua huyu muzee amemaliza yake, mzee amemaliza yake, amengang'ana vya kutosha, tutuku tunampenda zaidi, ameng'ang'ana vya kutosha. Saa hii mali imebaki, anataka tu eh, retirement na hiyo hiy retirement, labda pengine mtu amemdanganya kama vile kwamba hapa ili ndio e, sasa niwe na kupendi retirement. <gadget> pole pole pole pole pole pole pole pole Sasa yuni retirement yenye Laila ameenda ameendea na asiende, na wewe, wewe baki mahali umebaki. Laila ameenda retirement yake, kwa sababu wako kwa serikali, na utakaona kwamba hakuna mahali ataemfika na ampige tu kwa ubavu yake, ili ampe kitoko kidogo kidogo kidogo kidogo. Hiyo ni kama retirement. Mbarikiwa. <coughs>